Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa amesema kuwa maendeleo ya sekta ya madini yanayopelekea kuwa kitovu cha uchumi nchini, hii ni kutokana na mageuzi mbalimbali yanayoendelea ya kufanyika. Dr. Kiruswa ameyasema hayo Juni kumi na tatu 2025 na wakati akizungumza na vyombo vya habari mapema baada ya kutembelea mabanda katika maonesho ya madini yanayoendelea ya kufanyika wilayani Ruangwa. Akielezea kuhusu uwekezaji wa ndani Dr. Kiruswa amesema kuwa Tanzania imekuwa kivutio kikubwa cha wawekezaji katika sekta ya madini kutokana na utajiri wake wa madini mbalimbali yakiwemo madini ya kinywe, makaa ya mawe pamoja na madini adim kuhusu kukua kwa sekta ya madini, Dkt. Kiruswa amebainisha kuwa sekta hii imeendelea kukua kwa kasi ambapo kwa sasa inachangia asilimia 10.1 kwenye pato la Taifa. Dkt. Kiruswa ameongeza kuwa ukuaji huu unatokana na mipango endelevu hususan katika ongezaji thamani madini, uwekezaji wa mitaji ya ndani naya nje pamoja na sera madhubuti za usimamizi wa rasilimali madini nchini. Pamoja na mambo mengine, serikali imeendelea kusisitiza kuhusu uongezaji thamani madini kufanyika ndani ya nchi kabla ya kusafirishwa nje ya nchi, ujenzi wa viwanda vya kusafisha dhahabu, ujenzi wa maabara za uchenjuaji na uchakataji madini Mohab TV, Rindi.